Ulinipea watoto watano ama wanne, si mmoja alikuwa mtoto wa sista ya bwanangu. Akamwambia akamwambia akamwambia, mm, yu wa 8 months akamwambia, so unanipima, un, unapima kilo ngapi ya unga? clients are waste eh, uh, are waiting. Akamwambia I have two cancer patients who have paid me deposit. Akamwambia daktari hajatoa bone marrow, alisema

Huo mtu alikuwa, acha tuongee na boss wa you. So umesema umepiga hizi busy kwa muda gani bro? Tumepiga miaka kama sita hivi. Miaka sita.

Si goza hiyo imejipa mzishika, so wakipata hao sahi umesema. Alafu nikuulize, so ninge kujenga k25 hivi bana? Hapana, ikiyo kitu ni riski Fanya hivi bro, unaona mwisho mwisho ungekubali una sikia, unajua nimekwambia mimi ndio naanza bro, mimi ndio naanza, nisikize tu, hata mimi mienda kusikiza, mimi ndio naanza. Unaona ni kujengeki25 unaona, tukikuja ndugu yangu ah, tunaweza kuwa tukipiga tukipigagai biashara ama, hmm.

Nakwambia tuanze na 25, hapa tunaomoka, tuanze na 25, ukinitaftia, ukinitaftia kama wawili ni kujenga hicho kifinja unena, fanya hivi ongeza zao mbili, ni kuja 27 pa, sikiza, garana shaabonga zao mbili mud, naenda kutengeneza do mingi, wacha nikuongeze kipanja, hiyo imeifana. Lakini kwanza si akutumia dipo. Alafu sasa ndio tutajipanga. Na dipo hadi tukanja bana. Mimi si daiki kutumiwa ari. Sisi tunadai biashara ya kumalizia hapa hapa kichaka. Sasa unajua kwa sasa hivi, Mimi sina story na transaction. Wewe niambie bana, bado mzigo haijafika. Na tumletee mzigo atukanje. Kwa hivyo unaona? Ni risk. Sasa unaona ni risk upande wako kuchukua hizo pesa kwa Mpesa na mimi pia ni kuzidi. Mimi naye unaona, sijabeba sio ile kitu tutafanya. Situshachorea, unajua ni doo ngapi ninatoa, si ndio? So tutaenda na huyu, unaona, kuna venye na nikuuliza aje in case kama tunaweza shughulikana hizi shughuli haraka tuwezi fanya tu leo leo leo jioni, unaona. Leo saa mbili usiku, saa hizi tukienda hapo, kwani ni anakaa aku, si, si, yeah. Kwa kesho yeah, yeah, yeah. ah, <inaudible> okay. ah, yeah. ile gari Wacha tu ikae hapo juu sasa, washashamaliza ananiambia kitu iko sawa na unasema tukienda saa hizi tunaipata. Ah, mzigo iko hisi, shughuli yetu tunajifunza. mm -hmm. Ni shughuli yetu, tumeishi kupiga ari. mm -hmm. Lakini wewe ukitaka kuwa businessman kama sisi mm -hmm. ungana na sisi na tutapelekana na motaratara. Hey, kila wiki, ya hey, siku tatu kila wiki, kila lakini nikuja kuangalia boss wangu. Ah, wako salama nivenya amepata. Boss yako ana shida. So huyu ndio dereva wangu, nafikiria kama nini tutajipanga Yeah. Yeah. Uh, kwanza hata gari ya kusafirisha, si ndio? Hiyo biashara zinaishia. Acha tuongea na boss wa you. So, umesema umepiga hizi bizi kwa muda gani, bro? Tumepiga miaka kama sita

Mimi naitwa Godfrey. Yeah, na nilikuwa natafuta. Sijapotea. Sijapotea, mtu kama wewe. Nakutafuta. Sijasema nimepotea. Nilikuwa natafuta wewe. Mimi, Mimi natafuta huyo mtu. Ndio nakwambia. Eh, mimi natafuta huyo mtoto mwenye alikuwa anaongelea. Ati mtoto. Eh, kuna watoto, natafuta huyo. Sikiza bro. Acha kuwa hivyo, sawa mimi ni afisa wa polisi. Na, nashukuru sana kila kitu, amenielezea kila kitu. Tulia, tulia, bro. Tulia bro, staki kelele na staki mbio. Huyu tumemkamata amekuwa akikaa sel na ndiye amekuwa akinisaidia kwa uchunguzi. That's why nilimtuma, kwa sababu alinielekeza akaniambia mahali nitakupata, sababu kama singekuwa na huyu haungepatikana.

Kachini, kachini. Mnaleta ujinga nini hapa? Tupango wewe mambo. Ndio maana nitakupiga risasi. Ofisa, niita watu wengine. Nitakupiga risasi wewe. Unasikia? Mambo? Yes, unasikiaes yeah. Kuja kuja kuja kuja. Kuja haraka na hiyo gari mbio. Nimempata. Kuja kuja haraka. Kujeni hapa hiyo njia ya chini penye nimewacha penye tumeingia tu hivyo tu, mkuje haraka haraka, please tafadhali. Sawa, we sasa. hmm? so. hebu simama simama, hebu simama nikuulize na wacha kuleta hayo mambo mkon, nasikia ujinga wenye mkonayo, mwachane kabisa, unasikia? Wacha nikwambie, nimekutafuta na nimewatafuta na nimewapata nime, so saa hizi wewe venye tunatoka na wee hapa ndani tunaenda mahali huyu anakaa, hatakuambia ni wapi amekua, nasikia. Sitaki kuona vitu kama hivi ujinga, utaki kusikia wewe mtiaji, fanya haraka huko. Nakwambia tulia. Si nimekwambia utulie? Nimekwambia utulie, na ukicheza tako sana, unasikia? Sanku. Tulia hivyo na we, nikusikie tena sawa? Nataka kila mtu atulie hapa. Sanku. Acha kukua na hiyo, nyinyi ndio mnajua kuiba watoto wa watu, watu wanateseka na watoto, nyinyi ndio mnakuja, ndio nakwambia. Si ameniambia kila kitu? Si ameniambia kila kitu? Unapeleka wapi? Na ameniambia kila kitu. Huyu ndio anajua huyu. Mko nayo unasikia, mambo 1030. Ndiye anaweza kuonyesha.

Hiyo unatoa. Yaani mnaiba bunduki afisa. Twende ni. Twende. Hiyo unatoa, acha nikwambie. Harakisha, harakisha. Hiyo lazima utatoa, acha nikwambie. Hiyo unatoa. Harakisha, harakisha, harakisha, harakisha. Harakisha, harakisha unatoa. Hiyo unatoa, acha nikwambie. Pale nitakuonyesha mkubwa. Sikuongea ile mwingo naongea. Nitakuonyesha mkubwa.